sika mtu mzima huyu naye akili zake zimekuwa za kitoto hmm. Au ah, huyu mtoto utasikia, huyu mtoto, mtoto anapokwenda ndiko. Mbona anaenda kucheza kwa watu wazima? Kwa hiyo wakubwa kwa wakubwa, lazima acheze wakubwa kwa wakubwa, na ndio maana ukiangalia kundi letu sisi wakati ile ilekua inapangwa pale, yani wakati toto la mudi linapangwa timu zake kule kulikuwa mna shangwe baada ya kumuona la alikashushwa kwa to sisi. Kwanza wale Waarabu wote watatu waliposhuka kwa to sisi pale pale watoto wa mudi akaanza kushangilia, wakasema kwamba baba, habari ya Yanga bye bye. Kwa hiyo kule walipoona Mamelodi nje, sivyo? Yule alali nje, wakaanza kujipongeza, wakamwambia wanakwenda kufika robo final. Lakini sasa unaposema unakwenda kufika robo final, unajiangalia na wewe mwenyewe ukoje, kwa sababu ukiangalia lile kundi la watoto wa mudi lile, wale wote wamekutana na Dodoma Jiji watu. Sasa huyu hao ukikutana wote vipondeo watu hawa sasa wapi sasa ndio naonekana yuko bora. Kwa kwa sababu ukiangalia ukiangalia hata mpaka mpaka wanapenda kuingia kuingia yatoa makunde. Angalia kwanza kwanza kwanza kwanza kwenye mechi mechi mechi mechi mechi mechi zangu mimi. Ya ya ya ya ya nimeshinda nimeshinda pili mbili hivyo, kule kule nilifungwa goli moja na wale nane wale nane wale kutoka Malawi Malawi, sana bunga, tukasema uchizi mwisho wapi Malawi mkapa mbili. Alafu ukija mtoto wa mudi anakwenda kule kiboli kimoja kule. Kuja kwa mkapa aalaahahiuna kaachih mechi ya kwanza akashinda tatu, kuingia robo fainali. Watu wa makundi hapa, pia kijola wao mpaka nakwenda kuingia tu wa makundi wale walekava tukisema tumgee wa kurungwa finali ataisikia, muda si mrefu anaenda kupanda bimbingiko. Mtoto kaenda kupandia kaenda kukutanishwa na wale vibonde wale, lakini mzee, utapoa. Unasema umekimbia michezo yako yote ya group stage mlipeleka kule Zanzibar, aibu ndio umekimbia, pale uwanja wa taifa, sio aibu tu, umeikimbia. Tumeamua kwa sababu kwa nini Zanzibar na Tanzania kunaitwaje? Jamani, eh, huu unaitwa muungano wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa hata wapemba kule napo, kuna wanachama wa yanga kule Pemba Zanzibar kule, kuna napo, kuna wanachama wa yanga Halafu watu sicho kijua, labda nikupe, labda ni wafafanulie, maana watu tamuja waelewi Yanga wakati anzishwa, mwanachama wa kwanza alikuwa Amani Abeid Karume anatoka nchi gani? Zanzibar. Kwa hiyo tukaona bora tupeleke. Alafu sasa eh, tukaona bora na, na, watoto watoto naye lalamika sana kwa nini Yanga kapeleka mechi kule watoto? kwa sababu sisi waga kama mashabiki wa chama uongozi wetu unatupenda sana, unajua si ni masupota sana wa klabu ya ya Yanga. Kwa kwa hiyo sasa sasa viongozi viongozi viongozi wetu tunaorganize kwamba viongozi vipi? Hii mechi tuweke free free free pass viongozi, free pass pass. Ama la watatupongeza sisi mashabiki. Sasa ukiangalia mechi nyingi ambazo tunafanyaga free pass viongozi wanafanya free pass. Wanaokwenda kujazana kwa Mkapa ni mitoto ya. Hiyo yani huo ni uongo